Gaspa TZ mfumo wa kuchakata matokeo orevo. Mfumo huu unaonekana kama hapa unavyoona nikiufungua, au utanifungulia na mfumo huu unaunganisha vidato vinne, yaan yani form one hadi form four. Na hii ni dashboard yake imeshafunguka. Upande wa kushoto, ina navigation link kwa nikibonyeza na nikipeleka sehemu husika, na hapa inachukua takwimu ya wanafunzi wote waliosajiliwa kwa maana ya wasichana na wavulana na inajumlisha idadi ya watu wote. Mfano, wanafunzi waliosajiliwa hapa ni mia moja sabini na saba. Na hapa chini kuna max seti, maana yake hapa una seti gredi zako zinaanzia ngapi? E, kwa mfano hapa sisi tunatumia hii ni NECTA, kwa mujibu wa ambao wanatumia wanaseti hivi, lakini kama unaona 2025 mkuu wa shule ni GASPA Tz, kwa hiyo unaweza kubadilisha kama mkuu wa shule. Utaandika namba ya simu ya mtaalamu, utaandika tarehe ya kufunga shule, kufungua shule utaandika hapa, na ruhusa unaandika kabisa. Uh, tarehe ya kufungua um, shule pia unaandika. Um, mwaka 2025, mwaka um, kwenye kwa, initial, kwa kufupisha zaidi kwenye meseji isije ikawa ndefu, na hapa kwenye meseji inakuwa automatic kuandika na halmashauri ya TSA ya halmashauri ya wilaya sana. Tumeiacha admini hapa, tutaitumia wakati wa kutuma meseji. E, kuna namna ya kuitumia kwa nikibonyeza home hapa, itanirudisha home. Naenda kwenye registration, registration nitakutana na template kama hii. Kwa hiyo ninachagua tu kidata. E, kwa mfano nikichagua hapa fi, maana yake form 1 yatakuja yale majina E, e, hapa waliosajiliwa mkondo TSA isiwe hivi. Hapa kuna mkondo e, A na B, wewe utawasajili wanafunzi wako kwa kuwa sasa we, unawajua vizuri, kwa utasajili utatrive kama hii mpaka hapa nimeweka, kwa kwa mfano namba ya simu tuseme ni sifuri saba kumi na mbili mia mbili mia tatu thelathini na tano huo unaandika ni automatically moja kwa moja inaletea hivi hapa kwenye nizamu, kwenye upimaji wa tabia, kazi, mwenendo na michezo ya wanafunzi, yenyewe nayo unajaza tu hizi taweka eiza. Kwa mfano nizamu nikasema, mi ni nizamu nikadragi, nikasema hey, yote. Halafu sasa, anasema labda na mwanafunzi mmoja ni mkorofi hmm, sana, amewahi an e astahili kabisa kuwa na labda, kuna una nyingine yake ni mbovu mbovu. Tabia tunazijua walimu wanzamu wanawajua, wanastahili kuwa na kulingana na tabia, sio ishu sana kwao. Na dragi hizi zitaonekana kwenye ripoti. Namba za simu zinaandikwa hapo. Nikitaka kusajili kidato kingine letesa, labda kwa ngapi, kwa kwa kwa mfano hapa hawapo kabisa. Mimi sasa nita sajili wanafunzi wangu na nita student wani hapa, ili save time katika hapa Serial number naandika moja, alafu naandika mbili, eh alafu na select hapa, ikishafika hapa na kuvuta hivi mpaka ingana idadi ya watoto. Ningeweza kuendelea, utawapa sasa, inajulikana msichana i afu stream hapo na piga labda, au sasa chache labda taua e, e, e, e, hapo kwenye tabia napo, na e, e, e, napiga namba e, e, ya simu nikasema sifuri saba tano thelathini na nane themanini ishirini na nane na hizi natolea mfano pia ni namba zangu kwao, unaweza ukazitumia hizi hapo kunitafuta. e, Tuka a tukaongeasna shida, kwa hiyo hapa inaonekana katika namna hii na, na ukumbuke zile taarifa tulizoziandika kule juu, kwa maana inasoma hapa eh, inasoma kule zinasomsaao. Sasa ni simple tu, mimi na select mpaka hapa labda na sote nafika na mpaka eh, mwisho kwenye uadilifu, uaminifu ya serial namba cha mwanzo, alafu njoo kwenye kitu kinaitwa data. Nikipiga hapo nakuja kwenye sort. Eh, kuna sort na nini, naanza labda nataka nianze na sex ambao ni a to z, alafu na add level, eh napiga sort by content names ambao ni a to z, kwa hiyo nikibonyeza wanaanza wavulana au wasichana wanawapata wavulana kitu kika vizuri sana e. Sasa kwenye kusajili watoto tahadhari sana e, usifute kwa kutumia row. Kuna wengine afika hapa anaamua na delete e, kwa kutumia row na delete hapa, ni mistake, usifanye hivyo. Kama mtoto amehama e, au amekuja unataka kumwongeza, una insert row unaingiza hapo. Wale wataalamu wataalamu wa wanataka kuleta, unaharibu mfumo kwa hiyo usifanye hivyo chak. Tunafanyaje sasa? Kuna mtoto labda ameongezeka hapo, ni msichana e, kwa kuwa uh, mfano nisema labda nakuja student uh, kumi na mbili, ni, ani msichana okay, yeah. Um, um, sasa ha, lengo langu mimi nataka aje huku kona, msajili huku sasa. Kama sijajaza alama maanake narudi kwenye kile kitendo cha kufanya Soti. kama utaweza kama uwezi katumia excel nyingine ili hapa copy paste uje kuja kwenye kisoti. kwenye data hapa na e, nasoti e, kama nisha ziweka zita kuwepa kiponyeza inamweka pale alipopaswa kuwa hapa kwa kuwa alikuwa hana basi, kwenye ni na. Kwa hiyo haya, labda huyu, mimi nataka kumfuta namba nne, nafanyaje? kwao na copy hizi taarifa zangu na zikopi hivi, eh labda amehama mwanafunzi hapo, na kusema mwanafunzi na zikopi hizi zikopi eh, na kuja nafungua Excel nyingine eh ambayo nitaipa mapokeo hapo

Nikirudi kwenye mfumo wangu hapa, majina si baada, hapa hiyo namba wannakisha copy copy copy nikija hapa mimi nakuja nabonyeza hapa, hapa, nakuja home, na kuja kwenye na paste as value, paste. Sasa namba zenyewe naweza nikaziweka mmoja mbili eh, na select hapa, na drag sasa. Okay, tayari nakuwa nimesha ndio vitu vya kuzingatia kwenye Registration. Na usajili tunafanya mara moja tu kwa watoto. Majina watoto tayakuta kila sehemu. Nasani hapa imekaa vizuri. Baada hapo nitakuja kwenye examination. Kwa kwenye examination, eh, kwa mfano hapo form tayari wana form 2 wana alama hapo. Eh, na utakuta ni chaguo kwa mfano tumesajili form 4, chaguo la form 4 hapo hapo masomo kwao nikitapiga hivi kwa kwa hapo, italeta wanafunzi wangu ambao niliwasajii hapa. Kuna test na exam. Kwao kama ni mid-term kwa mfano sasa, itakuwa na anyo. E, mid-term, kama ipo itakuwa hamsini na sita labda, kama ipo lakini kama ni anyo e, e, yu na sita haakumi e, na mbili hapa ana ishirini sasa na tatu hapa ana nne hapa, hapa hapa kwenye exam sasa. Manake ni, ni, ni, ni any mtu ukisajili hivi, maana yake ni nini? Kwenye mtihani mmoja haitagawanya mara mbili na anakuwa, inakuwekea zile zile rangi kwamba upo unaingiza kwa mtoto gani

enter kwa utasajili. Sasa utaingiza alama kulingana na watu wako. Kwa hiyo pato hapo, kuna mwalimu anakusomea kulingana na template mlio iandalia, ndio iandaa mwalimu. Amejaza alama zake uh, basi hapa, baada ya kukamilisha zoezi hili, kitu cha kuzingatia, usije ukaongeza mwanafunzi hapa hapa, tuna dili na alama tu na ukitaka kukiria alama unakiria alama tu hizi, usihusike nazo, usiguse kwenye namba sababu zenyewe zinaletwa automatically. Kwa mfano tomatikali, e, cha nchagua darasa gani hapa ka msir hmm? E, kitaka kufuta alama, labda alama kaaa m naanzia hivi mpaka hapa, na delete click na clear content zinatoka, akuwa tutazitumia baadaye. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, huh? Uh, uh, ukishamaliza mfumo wangu kila kitu sasa ni automatically, si apa, si hapa, chagua tu darasa, inaonekana vizuri kwa hapa Pongati, pongko, hii hapa, eh, wana wa yani inaonekana vizuri. Ni fomu ya pekee sana na nikitaka ku print awa E, okay. Hapa nazo staji. Nikirudi hapa nikija kwenye top ten au wana top ten wale waliofanya vizuri, watachambulia kulingana na darasa aua madarasa Chagua form hapo, kuna historia na maji lakini, ukija form hapo, itabadilika itakuletea sababu wanasoma na kuletea na bidhaa safi kabisa mfumo sana.